Mafunzo na upokeaji wa ujuzi kutoka kwa wazazi ni mojawapo ya mbinu ambazo zimekumbatiwa na wengi kwa miongo mingi kwa nia kukuza biashara. Katika makala ya Juma hili ya Kazi ni Kazi, mwanahabari Fredrick Muoki anamwangazia mpishi hodari Ali Mohamed Ali aliyefaidika na mafunzo ya upishi kutoka kwa babake na sasa anaendeleza biashara ya upishi hapa jijini Nairobi. Tazama. kuna kasumba potovu ambayo imekuwa akisambaa katika vinywa vya wengi kwamba kuna baadhi ya kazi zimetengewa wanawake na zingine zimetengewa wanaume. Lakini hiyo dhana haijamzuia mpishi hodari kama Ali kujitosa katika tasnia ya mapishi hapa jijini Nairobi. takriban miaka mitatu. Na mwaka mmoja nilianza kivyangu, miaka miwili nikiwa ndani ya mankosha. Mimi ni sanaa nzuri Kwangu mimi tangu nikiwa mdogo nilikuwa nikipenda, mzazi alikuwa akiniambia wewe kila masaa nilikuwa nikikuwa na jikoni kila masaa, nilikuwa najua nilikaa karibu na mama na baba. Babangu kusema kweli ni upishi, alikuwa katika jeshi, lakini alikuwa katika sekta ya upishi karibu, alisukumwa katika sekta ya upishi. So, at least hiyo ni kitu kama iko kwa familia, mama yajua, baba yajua, mtoto wao yajua. kabla sijaanza sekta ya upishi nilianza Information and Technology. Baadaye nia um yangu ikasema ni upande ya IT itakuwa mm -hmm. si nzuri kwangu, kasema acha nijaribu tena sekta yangu upishi, kitu chenye napenda mm -hmm. na alhamdulillah nashukuru Mungu mm -hmm. kwa sasa natengeza mapishi ya Syrian cuisine. Syrian cuisine kutoka Syria, mapishi kutoka Syria hayo maf ma ma mafunzo nilipata kutoka kwa chef aliyeitwa kutoka Syria, kaja akanitrain, kaja akanifunza na mimi alhamdulillah, kwa kuwa na ile hamu ya kuwa nataka kupika amatakufanya nini, alhamdulillah nikajua kwa uharaka. Kwa kweli siwezi sema kazi ni ya mtu fulani ama kazi ni ya mtu fulani, kwa jinsia zote mbili, kazi ni kazi. Sasa huwezi sema ati mimi nitachagua kazi hii ni niache kazi hii Al, alimradi kama wewe nia yako inapenda, fanya hiyo kitu. Kama mimi mapishi niliyapenda, nili na nikaamua niyafanya. Hujua kipato chako wewe mwenyewe ndio unajimundu nacho, yenye ninapata, angalia malipo ya nyumba niko nayo, nakodisha kwa sasa nyumbani ni Malindi, lakini Nairobi nimekuja kikazi. mm -hmm. Sasa kikazi, lazima nitafute budget kujimudu mimi mwenyewe. Upishi ni lazima kila siku usome, si lazima usome kwa kitabu, pia kuna mitandao ya intaneti kina YouTube mm -hmm. kina TikTok kina nini, zinakufanya we mwenyewe uendelee. Maybe leo nimejua mapishi haya, lakini nataka kuboresha yawe mazuri zaidi. Ingekuwa wewe ni Ali na umejitosa katika hii tasnia ya mapishi na una mke nyumbani, hali ingekuwa vipi? Tunasaidiana sana sana, mama huwa ajitolea atakatupike, lakini lazima niwe jikoni naye kusaidia maybe kitunguu, tomato nini, lazima tu, tutasaidiana. Changamoto kusema kweli ni nyingi, bidhaa kupanda, resources maybe, unga utapata mafuta yatapanda, hizo changamoto za vitu vya kupanda na kushuka ni ngumu, ukiangalia upande wa faida moto. <laughs> <coughs> hmm. hmm.